Mjumbe wa kamati kuu ya chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema God bless Lema amezungumza kufuatia maazimisho ya miaka 66 tangu kuzaliwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alizaliwa Januari 27 mwaka 1960. Rais Samia Suluhu Hassan ilioadhimisha sikukuu hiyo pamoja na watanzania kwa kupanda miti lakini pia sherehe hiyo imeambatana na jumbe mbalimbali za kumpongeza kwa kutimiza miaka sitini na sita tangu kuzaliwa kwake. Lakini pia viongozi wa upinzani wamezungumza kuhusiana na maadhimisho hayo ya miaka sitini na sita ya rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, daktari Samia Suluhu Hasani, tangu kuzaliwa kwake. God bless Lema amesema, leo unasherekea siku yako ya kuzaliwa na ninafurahi kwa sababu ninajua inakupa kujua thamani ya uhai na maisha. Bila uhai, sherehe hii haiwezi kuwepo. Kuna watu wengi sana wangependa kufurahia siku kama yako, lakini wapo waliokatishwa maisha, wengine wakiwa bado wadogo sana. Wakati unakata keki yako, kumbuka kwamba kuna wazazi na ndugu wanatafuta watoto wao bila matumaini ya kuwapata, sio kwa ajili ya sherehe ya birthday bali wanatamani angalau kupata miili ya ndugu zao hata kama wamekufa, just imagine tu, happy birthday, aliandika hivyo mjumbe huyo wa kamati ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, God bless Lema akiambatanisha picha ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye pia aliambatanisha picha ya Soka, ambaye ni mwanaharakati kutoka ndani ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na mwanasiasa ambaye alipotea kutekwa na watu wasiojulikana wa miaka kadhaa iliyopita.